Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Niko raivu kupitia siku ya leo. <coughs> Ewe ndugu mtazamaji, unaniangalia kupitia siku ya leo, nina habari njema kwako, nina ujumbe mpya kwako, ewe uliyefungwa Ewe uliyeelemewa na mizigo, kwa maana neno la Mungu linasema ya kwamba njoni kwangu nanyi nitawapumzisha. Tuko watu tumefungwa, tupo watu tumeelemewa na mizigo lakini tumekosa hatima zetu, tumekosa baraka zetu, tumekosa ile neema tuliyoandaliwa na Mwenyezi Mungu, na yani, kwa sababu ya watu kadhaa ambao hawapendi mafanikio yetu. nataka nikwambie. Watu wengi wamekuwa wakilalamika kusema Mungu umeniacha, Mungu nimekukosea nini? Mungu mimi kwa nini sipati kitu? Hapana. Mimi ninachokiamini ni kwamba Mungu hajawahi kumtamkia mja wake maneno ya rana na maneno magumu. na Mungu hajawahi kumtamkia mtu wake awe maskini. Nachok, nachokiamini ni kwamba kuna watu wapo kwa ajili ya kuangalia wewe. Amina, wewe Abduli, ewe Ashula, unafanya nini na nataka nikupe maana moja. Tunasema kwamba hatima yangu, nyota yangu, hatima yangu, hatima yangu, nyota yangu, hatima na nyota zipo mikononi mwa watu, zimeshikiliwa. Ndio maana tunashindwa kufanya mambo mazuri na ni kwa sababu